Wakati huu mtazamaji wa Domeko TV, ifuatayo ni taarifa ya habari inasomwa nami Eric Pascal. Hawa yoyote muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan azindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023. Na katika michezo Yanga Queens yaibuka ushindi moja zidi ya wa goli moja dhidi ya wapinzani wao wajadi Simba Queens habari kamili rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania dk samia suluhu hassan azindua sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 kuwa furaha kwa wananchi wa tanzania erik paskari ana taarifa kamili Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan afanya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 2 awa hasa viongozi katika kufanya kazi kwa uadilifu na kupunguza suala la rushwa. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufasilitate kuharakisha utoaji wa hati. Nikiripoti kutoka hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center. Mimi ni Eric Pascali Domeco TV. Asante Eric Pascali kwa undani wa taarifa hiyo. Habari za michezo: Yanga Princess yaibuka ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya wapinzani wao wa jadi Simba Queens hapo leo KMC Complex. Taarifa kamili na Eric Pascali Klabu ya wanawake ya Yanga Africans yaibuka kidedea kwa ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya wapinzani wao wa jadi Simba Queens, ambapo dakika ya 48 kutoka kwa mchezaji wao Mukanda Isenga na kupachika goli la ushindi katika mchezo huo. Wana Yanga katika uwanja wa KMC Complex. Wana furaha Yanga kwa hisani ya Janine Mukanda Isenga, lilianzia hapo tatizo Ilionekana kama muvi ya kawaida tu, adebisi akaiseti kumtafuta shinini na ikapigwa kama masihara. Wini Frida nikiripoti kutoka hapa chumba cha habari. Mimi ni Eric Pascali, Domeko TV na taarifa hii ya Eric Pascali inakamilisha taarifa yetu ya habari ulikopo nami Eric Pascal Mena.